Tatizo Waane ni daktari bingwa magonjwa ya moyo, lakini vilevile ni mkurugenzi wa tiba za moyo katika Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete. Leo tumekusanyika hapa kuja kushuhudia operation ya kubadilisha valvu bila kupasua mshipa. Ni operation ambayo inafanyika katika sehemu chache katika Eastern Central Africa, nadhani inafanyika Tanzania, na kimsingi, kama ambavyo wenzangu wametangulia, ni operation ambayo inafanyika pale ambapo mgonjwa hawezi kufanyiwa operation kwa kupasua kwenye kifua. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao wanafanyiwa ni wale ambao wanakuwa na umri ambao umekwenda, au wale ambao wanakuwa na magonjwa mengineyo zaidi ya moyo na mengineyo. Lakini kimsingi ni kwamba hii ni operation ambayo kwa wenzetu imekuwa inafanyika sana. Katika mwaka mmoja tumekuwa tumefanya hapa, na wewe nadhani, sikumbuki namba, lakini ni mgonjwa wetu kama wa saba wa nane, Mtanzania na operation ni ghali kwa sababu vile vifaa ambavyo vinatakiwa kutumika kwenye kutibu havipatikani nchini. Kwa hiyo lazima vifaa vichukuliwe kutoka nchi kama India, Marekani na wengine, na kama ambavyo wenzangu walitokea kusema kwamba hii operation ya unaya individualize yani sio one size fit all, yani huwezi kununua kifaa kimoja ukasema kitaono wote. Kwa kila mtu lazima ufanye matayarisho, upime, uangalie na mwisho wa siku unakuja na size ya valve. Kuna wagonjwa ambao tumekuwa tunawafanyia operation za kufungua kifua ambao wanakuwa na shida na valve zao, valve za, za, za kwenye moyo. Tunajua kwenye moyo kuna valve za aina nne ambazo kazi yake ndo kusukuma damu mbele, inachukua damu nyuma, inasukuma damu mbele. Sasa kuna valve ambazo huwa zinakuwa zina shida uh, ambayo lazima ufanye intervention yani, lazima uintervene. Kwa hiyo aina ya intervention ziko aina tofauti, kama aina mbili hivi. Miaka mingi sana toka taasisi yetu imeanza, tumekuwa tunafanya hizi operation, lakini tumekuwa tunafungua kifua. Lakini sasa hivi naona tumesha uh, develop zaidi, tumeendelea, tumeshafanya kambi kama tatu hivi um, uh, za, za namna hii, lakini nia kubwa ni kuendelea kuongeza uwezo, kujenga uwezo madaktari wetu wa ndani ili waweze kufanya hizi hizi operation tuweze kufanya hizi operation wenyewe so so to to be honest for for Tavi Tavi this this is our first time participating with with them but we've we've been working with, uh, Jakaya Kikwete Cardiac Institute since 2017 so we've done all the other procedures together and for us it's an honor that we get to participate in this Tavi one ah kwa hivyo tumefanya kazi nao miaka mingi sana na tukaitwa tukaulizwa